wa viwanda na biashara Dr. Seleman Jafo mapema leo hii amewasilisha maombi ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025, 2026, kadha wa fedha 2025-2026 ikibebwa na vipaumbele kadha wa kadha. Wizara itatekeleza vipaumbele vifuatavyo: moja, kuwezesha uanzishwaji na uendelezaji wa viwanda nchini; mbili, kuendelea na utekelezaji wa miradi ya, ki, ya kielelezo na kimkakati nchini; tatu, kuimarisha uwezo wa uzalishaji viwanda vya utoaji huduma kwa uboreshaji mazingira ya uwezeshi ikiwa ni pamoja ujenzi wa miundombinu ya mitaa ya viwanda industrial cluster kwa ajili ya viwanda vidogo na vya kati. Eneo la udhibiti wa bidhaa zilizo chini ya kiwango likamulikwa katika mjadala, sambamba na maeneo mengine. Kamati inaishauri serikali kuimarisha udhibiti wa bidhaa katika soko pamoja na kuwachukulia hatua wanaobainika kukiuka taratibu za ubora wa bidhaa na kusababisha hasara au madhara kwa wateja. Ni kwa nini bidhaa zisizo na ubora ziingie nchini wakati tuna mfumo uliokamilika ndani ya nchi? Mamlaka zinazohusika na enforcement ya kuzuia bidhaa zisizokuwa na ubora ziko wapi mpaka bidhaa ziingie hapa nchini? Kama sera imelegalega ya uwekezaji, basi twende tukairejeshe, Ibadilishwe isimamie kabisa. Hatuwezi mtu anaingia kama mwekezaji lakini anabadilika anakuwa machi. Nje ya mkutano huo, baadhi ya wafanyabiashara wakatoa mtazamo wao juu ya bajeti hiyo. Kwenye bajeti hii na bajeti zinazoendelea kwenda, inatakiwa tuongeze fedha zaidi kwenye shirika letu la TBS, lakini nimefurahi pia kusikia kwamba kuna maabara zinajengwa na kuna maabara kweli nimeona inatengenezwa hapa hapa Dodoma. Hii yote ni kwamba tunaendelea kupambana ili kwa ajili kuongeza ubora wa bidhaa zetu. Hii sasa sera ya, ya kila wilaya kiwanda kimoja na inaweza kusaidia ukuaji wa uchumi laki lakini kukuza biashara, lakini kuongeza ajira. Bunge limeipitisha bajeti hiyo ya Wizara ya Viwanda na Biashara kwa mwaka wa fedha 2025 2026 yenye thamani ya shilingi bilioni 135. Ahmad Ali, Azam News, Bungeni Dodoma.